Kesi ya mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Chadema Tundu Lissu itasikilizwa hiyo kesho katika mahakama kuu masijala ndogo jijini Dar es Salaam. Kufuatia mlolongo mrefu wa kutosikilizwa kesi yake, hatimaye wanachama wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema siku ya kesho watapata wasawa kuhudhuria na kusikiliza shauri hilo la uwaini nalo mkabili mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema nchini Tanzania Tundu Lissu. Tundu Lissu alikamatwa huko kusini mwa Tanzania na kusafirishwa hadi jijini Dar es Salaam ambapo Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ilimfungulia mashtaka na tuhuma za uhaini. Mashtaka hayo ambayo awali yalisikilizwa katika mahakama ya kimkazi Kisutu jijini Dar es Salaam ilihamishwa baadaye katika mahakama kuu masjala ndogo jijini Dar es Salaam. wakati wafuasi wa chama cha Demokrasi na Maendeleo cha Chadema kwa wingi wakiwa na matarajio wa makubwa kufika mahakamani siku ya kesho kwa ajili ya kusikiliza wao wanaita siku ya sheria, siku ya kesho ambapo Tundu Lissu atasimama kizimbani kuweza kujibu hoja dhidi ya tuhuma zinazomkabili mkabili. Godbless Lema yeye amesema kwamba kama wangekuwa na maarifa na busala, kesho, tarehe 9 mwezi wa pili, utalala nyumbani. Ukweli ni kwamba wanahofu isiyokifani na uwepo wako ukiwa nje, na bado wana sinto fahamu kubwa. Uwepo wako gerezani, uwepo wako ni tishio kwao. Katika hali yoyote, pengine wangetamani ufe, kwa sababu historia inaonyesha tayari waliwahi kujaribu kukatiza uhai wao. Hata hivyo, kila njama, kila mpango mchafu utakaopangwa dhidi yako na Chadema, bila kujali giza lake, hatimaye utageuka kwa ushindi wa taifa na urithi wa haki kwa vizazi vinavyokuja. Giza la leo ndio nuru ya kesho, nchi hii